omanda niko na komanda pia na yuko, na tumekuwa na nyinyi kutoka mwanzo shughuli za maandamano siku ya leo. Uh, mimi nataka kuwashukuru kwa, kwa mwanzo kabisa kufuata sheria, kwa sababu vijana wa Busia tunawapongeza kwa kufuata sheria. Mlipata utaratibu wote, muliandikia barua Yesi, mkamwambia kama mnataka demonstration, na mkamwelezea mtaanza saa ngapi mtamaliza saa ngapi na mtatoka wapi na mtaishilia wapi. Aa, baada ya consultation, tukakubaliana kwamba sisi kama serikali tuna jukumu la kuhakikisha kwa kwamba tunawachunga katika maandamano haya, tutawapatia maji, tuio na wasiwasi ah. <laughs> Tumewapongeza kwa vile mmefanya na tunataka kuwapongeza kwa, kwa mkuweza kufanya maandamano ya amani. Tumetembea na nyinyi kutoka Korinda, tukakuja na nyinyi mpaka njiani, sisi tukatambulia huku na nyinyi, mmekuja vizuri mpaka umefika hapa, tukakutana hapa, tunaweza kuzungumza, ujumbe wenu mmetoa, vyombo vya habari vimesikia ah, Mishumaa tumewasha si ndiyo? Yeah. Na hiyo ndiyo ilikuwa lengo na shabaha ya maandamano ya leo si ndiyo? Kwa hivyo nafikiri sisi tunakubaliana kwamba tumefanikisha maandamano ya vijana walikuwa wanataka kufanya. Nashukuru sana kwa sababu hii nchi ni yetu sote. Hmm. na hii nchi tuna jukumu ya kuilinda. Hmm. tuna haki kweli ya kuandamana, tuna haki kweli ya kupicket, lakini pia tuna haki ya kuhakikisha kwamba tunadumisha amani kama wananchi. Na mimi nawapongeza sana, kwa sababu kama watu wa Busia mmedumisha amani na mmefanya maandamano yenu kwa amani. Haisaidii mtu yoyote huchoma barabara kwa sababu hii barabara imejengwa <coughs> na serikali lakini ni yetu, mali yetu. Kwa <coughs> <coughs> hivyo sisi tunawapatia ongera sana.